Mishenye, yani manispa, Bukoba, wakazo, hero, kukero, katika machinjio ya Rwamishenye yanayomilikiwa na mkurugenzi wa manispaa ya Bukoba. Wakazi wanaozunguka eneo hilo wanaelezwa kukerwa na maji machafu yanayotoka katika eneo hilo. Uongozi wa manispaa ya Bukoba umeshindwa kutengeneza zile chemba kwa ajili ya kutunza yale maji wanayoyafanyia usafi ndani ya machinjio, sasa inapelekea mvua zikinyesha, maji yanatapakaa hovyo kwenye mazingira. Yanapotirika kwenda kwenye mito ni shida. Na ukiangalia mitaro ya kule imeziba mpaka tuweke wananchi watumie nguvu zao zenyewe kusudi waweze kufanyaje? Kuzibua ile mitaro. Kwa hiyo kuna kwa yani, kuna tatizo kubwa sana, shida sana. Ukija ukatisha pale barabarani unapaona. Sasa sijui miundombinu ya machinjioni kama kipindi cha nyuma tulivyokuwa tumeipigia kelele. Bajeti zao bado. Kutokana na hilo, bodi ya nyama imefanya ukaguzi katika machinjio hayo na kutoa maelekezo kwa Mkurugenzi wa Manispaa Bukoba. Mitaro ya majitaka yale, sewage systems zile zina, zina changamoto pale kwenye utekelezaji, na kupitia ukaguzi huu tumeona kuna mapungufu pale ambayo lazima yafanyiwe kazi, ili kimsingi, yakifanyiwa kazi, mazingira ya machinjio na maana, ma, ma, ma, yatakuwa nakizi, nakizi ubora wa ile machinjio pamoja na madhaifa ambayo yapo kidogo kidogo, ambayo kimsingi uh, tunashauriana na mkurugenzi kuhakikisha kwamba inafanywa yanafanyiwa maboresho katika hatua nyingine. Bodi ya nyama imefanya ukaguzi kwenye maduka ya nyama Mjini Bukoba tunaendelea kutoa elimu tunaendelea kutoa uh, wito kwa wadau hawa ambao wanamiliki mabucha ili wabadilike, watengeneze bucha ambazo zina, zina vigezo ili mwisho wa siku wafanye biashara zao kama ajira, kwa sababu ni ajira mojawapo, lakini pia pamoja na kufanya hizi biashara wahakikishe kwamba wanatoa bidhaa ambayo iko kwenye ubora na usalama kwa afya za watumiaji. Mbali na bodi ya nyama kufanya ukaguzi katika machinjio ya Rwamishenye mjini Bukoba, bodi hiyo imefanya ukaguzi katika maduka ya nyama na machinjio mengine wilaya zote za mkoa wa Kagera.